Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Mwanza Mhashamu Renatu Sinkwande akishirikiana na uongozi wa kituo cha hija Kawekamo unaoongozwa na mkurugenzi Padre Fabian Gereja na Padre Evaristi Cherhani kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi ya hija kuu ya Kawekamo mwaka elfu mbili ishirini na tano anapenda kuwajulisha kuwa hija iliyoanza tangu Jumamosi tarehe ishirini na saba inaendelea wiki hii nzima katika madhabahu ya Mama Bikira Maria Marikiao Kawekamo. Kipekee anapenda kuwatangazia kuwa siku alhamis tarehe 2 Oktoba kutakuwa na mkesha utakaohusisha ibada ya kuabudu ekaristi takatifu, sakramenti ya kitubio, sakramenti ya mpako wa wagonjwa na kutoa heshima kwa masalia ya watakatifu. Siku ya Ijumaa, mahujaji watapata nafasi ya kufanya matendo ya huruma kwa kuchangia damu ili kuokoa maisha ya binadamu wenzetu, na kilele ni jumamosi tarehe 4 Oktoba, ambapo yatafanyika matembezi kwa heshima ya Mama Bikira Maria kutoka parukia ya Nyakato mpaka Kawekamo, ambapo mahujaji watapokea rehema kamili katika misho la misa takatifu ya kuhitimisha hija kuu ya mwaka 2025. Wote mnakaribishwa. Moyo wangu tulia, Kawe kamo kuna utakatifu. Kawe kamo kuna utakatifu, moyo wangu tulia.